Tusimamia. Mfano leo kuna shida kubwa kwenye uchaguzi, mambo ya rushwa. Sasa rushwa, tunataka uadilifu kwenye maeneo yote. Sisi tunaogombea tusikubali kutoa rushwa, yaani usitoe rushwa ili uchaguliwe. Sisi tunaosimamia uchaguzi tutende haki, tuwe waadilifu, tusipokee rushwa, ana shida atangazwe. Kwa sababu wakati mwingine amani inavunjika kwa sababu mtu anashinda halafu atangazwi. Kwa sababu nchi yetu nzuri, uchaguzi wetu wa wazi, kuna mawakala, kuna ma, ma, zile baada ya kuchagua kupiga hesabu pale pale ndani, kuna vitu vinabandikwa pale, vyama vina mawakala. Tafsiri yake ni kwamba vyama vyote vinayo hesabu yake, lakini tunaheshimu sheria, hatuwezi kutangaza sisi, tunakusubiri wewe utangaze, uliopewa mamlaka na nini na sheria Kinachotokea wakati mwingine, hakuna uadilifu, watu wanazo hesabu wao, mimi nimekwisha shinda, halafu hatangazwi. Na nyote mnajua kwa vijana, kila kitu kinafanyaje, kinawezekana, vijana wanavaa wanaingia mtaani. Kwa nyinyi mnaosimamia hii, mmepoteza uadilifu. Kuna tunu, mmeipoteza kwenye uadilifu Sio mwenye uadilifu, mnasimamia kweli, na yeye anashinda au aishinde takazo yake, haijalishi. Kwa sababu hivi vyama, kila chama kimejichuja, wamekaa kofia ndani, wametafuta mgombea, wamesema huyu anafaa kuwa diwani, huyu anafaa kuwa mbunge. Sasa kisumbuka mahala wananchi wamechagua huyu. Nyinyi sasa mliopewa zamani, kuna tumu, yaani, kaeni kwenye akili yenu. Kama wewe ni Muislamu, jua Uislamu unatambua jambo linaloitwa uadilifu. Ndio ikawa nimesoma ya ni, aya. Ni aya ya Surat Al-Maida, aya nani? Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bilqisti wa la yajrimannakum yajrimannakum shana'u qawm ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Mungu wetu anatutaka tutende haki, tutende uadilifu. Hata kama uta huyu huyu kasha shinda. Wewe utaki, lakini ndo kashinda. Usikoe rushwa, lau ukawe unatembea unajua, katika Uislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam <tosimu> anasema arrashia walmurtashia finnari, mtoa rushwa na mpokea rushwa motoni, kae na kuzunguka hiyo. Yetu tunachokifanya sisi kamati ya amani, jamani, tumekuja kuwakumbusheni haya mambo yote mnayajua. Kwenye kristian umemsikia baaskofu alivyowapeni mistari, kwenye uislamu tunatoa mistari hii ili ikae na kukumbusha. We, we polisi, wewe usalama wa taifa wewe, we, mgambo wewe we, jeshi wewe, magereza we, we, nani, una dhamana katika nchi hii, umepewa nafasi, umeaminiwa, basi tenda haki, kuwa mwadilifu. Wewe shekhe, kuwa mwadilifu. Wewe askofu, kuwa mwadilifu ya kusema ya pili maneno, je, maneno nikiyasema yatagawanya watu? Aya, maneno nikiyasema yatapasua taifa?